Hayo yamebainishwa kufuatia kikao cha wadau kutoka serikalini, sekta binafsi na taasisi za maendeleo, kilicholenga kujadili utekelezaji wa makubaliano ya kilimo yaliyofikiwa mwaka 2023. Kikao hicho kilibaini uwekezaji mkubwa ambao serikali imeufanya katika sekta ya kilimo, kwa kushirikiana na Taasisi ya Ubia ya Kuendeleza Kilimo Mikoa Nyanda za Juu Kusini, SAGCOT. Msimamizi wa SAGCOT katika kongani za Mbarali na Sumbawanga, Abdalah Hamad, anafafanua kwa kina. Na leo uh, tumekutana kufanya mapitio ya yale ambayo tulisaini kama wadau wa Compact, mwaka 2023, utekelezaji wake kwa kipindi hicho chote cha mwaka 2024 mpaka leo mwaka 2025 umetekelezwa kwa kiasi gani. Kwa hiyo uh, tumeona kwa ukubwa kabisa serikali imefanya mambo mengi sana eh, kwenye kutoa elimu extension services, tumeona ripoti za mikoa yote, wakulima walio wengi wengi wameweza kupata elimu uh, ya ugani bora. Tumeona serikali imeweka uwekezaji kwenye uh, kufacilitate utoaji wa huduma bora za, za, za kilimo. Afisa kilimo kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa, wa Mbeya, Benald Libata, anazungumza namna SAGCOT inavyoshirikiana na wakulima katika kuboresha kilimo na kuongeza tija katika mkoa wa Mbeya. Upande wa SAGCOT tumeshirikiana nao vizuri, hususan katika mazao yale ya kipaumbele, hasa katika mkoa wetu wa Mbeya katika zao la mpunga kule Mbarali, tumeshirikiana nao vizuri hususan katika ile skimu ya Madibira. Uh, SAGOTI walipeleka e, elimu na hamasa ya upimaji wa afya ya udongo katika lile shamba lote la umwagiliaji pale Madibira, kwa kwa kushirikiana na wenzetu wa Tari Uyole. Kwa hiyo SAGOTI tunaendelea kushirikiana nao kama wadau muhimu katika eneo hili la mkoa wa Mbeya, katika hii cluster ya Mbarali ili kuhakikisha kwamba Uh, haya mazao ya kimkakati na shughuli ambazo wao wanatuhamasisha sisi tunaenda kuzitekeleza. Afisa Kilimo Mkoa wa Songwe, Semen Juma, anasema kuwa taasisi ya SAGCOT imechangia kwa kiasi kikubwa kuboresha miundombinu ya kilimo katika Mkoa wa Songwe na hivyo kuhamasisha uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara. Eh, SAGCOT kwa kushirikiana na serikali eh, imesaidia kuboresha miundombinu mbalimbali ikiwepo miundombinu ya maghala ya kuhifadhia mazao, barabara ziendazo mashambani na mambo mengine. Lakini pia SAGCOT imesaidia kuwaunganisha wadau kwa pamoja na kuwatafutia masoko wakulima kwa mazao mbalimbali mbali, kwa mfano soya, lakini pia mchele na na hapo kwenye mchele sana sana imefanyika katika halmashauri ya Momba na uzalishaji angalau umeongezeka kutoka tani 3.5 hadi 5.5 mpaka sita pale kwenye skimu ya umwagiliaji. Nikiripoti kutoka Mbeya, mimi ni Samwel Mpogole.